Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuandae mioyo zetu ili tupate nafasi ya kupokea neno, maana mtumishi wa Mungu ako tayari Kutulisha. Bwana Yesu asifiwe. Waje tuko tunaomboleza, lakini neno ni faraja kwa maisha yetu, amen, amen. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi nikaribishe bishop wetu ambaye ametoka mbali Nakuru, ili aje kulete faraja katika boma hili. Karibu sana mtumishi wa Mungu Tumpigie makofi wakati anakuja mahali hapa. Mungu akubariki, amen. Nataka nitoe rambirambi zangu kwanza kwa mama Rubai, eh, pamoja na watoto wako, Mungu awafariji. Ni uchungu kupoteza mzee na ni uchungu kupoteza baba, na kwa hivyo e, Mungu peke yake ndio faraja yenu, atawasaidia pia. Niseme ya kwamba nitaongea mambo machache sababu ya hali ya anga. E, mtu ambaye amelala nimesoma pale, naona anaitwa Yohana Kipketer, simjui. Sasa hakuna kitu yake, mimi nitaongea sawasawa mimi simjui, sijawahi mwona. Sasa sina ushuhuda yote yake kama alikuwa mzuri ama alikuwa mbaya, mimi sijui, lakini ushuhuda yake imetolewa na familia yake, sawasawa na hiyo itasimama. Eh, kitu ambacho mafaraja mimi nitawaletea neno kwa kifupi ili tuwape faraja kwa neno la Mungu. Kwa sababu jambo kama hili linapotokea eh, watu huwa wanavunjika moyo na wanataka pia tuwatie moyo. Na zaidi ya yote pia huwa tunaongea na wale ambao wako hai kwa sababu mwenye amelala hasikii na kwa hivyo mahubiri ambayo tuko nayo na mazungumzo yote haimsaidii yeye, inasaidia sisi ambao tuko hai. Bwana asifiwe, amen. Kwa majina yangu naitwa Edward Lundu. E, tunashiriki pamoja na Nelson na mke wake e, pamoja na wapendwa hawa. Na kwa hivyo wakati waliniambia kwamba Nelson amepoteza baba yake, tukuja kuwasaidia, nilitikia nikaona ni vizuri tuje tuwasaidie. Bwana asifiwe, ili pia waweze kufarijika. Nataka niongee kwa muda mfupi kuhusu maamuzi, uamuzi ambayo watu huwa wanafanya kwa sababu ya wakati. Nitawaambia mahali mtasoma, nitawaambia mahali mtasoma kwa sababu ya wakati Sitasoma Biblia lakini nitawaambia mahali tutasoma. Mahali tunasoma katika kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 2 ukisoma mstari wa kumi na tano kumi na sita na kumi na saba e, Biblia inasema ya kwamba Mungu akatengeneza shamba la Eden kisha Mungu akamtoa yule mtu akamweka kwa lile shamba la Eden, na Mungu akamwambia Adamu ya kwamba amemweka achunge na kutunza lile shamba. Kisha Mungu akamwambia ako na uhuru wa kukula matunda yote ya ile miti ya bustani ya Eden. Kisha Mungu akaambia Adam katikati ya shamba la Eden ameweka miti miwili, na akamwambia mti mmoja unaitwa mti wa uzima. Akamwambia mti mwingine ni mti wa maarifa ya kujua mema na mabaya. Alafu akamwambia usikule matunda kwa mti ambaye ni wa maarifa ya kujua mema na mabaya. Bwana asifiwe. Simruhusu niombe sasa, nikuwa nawasomea Bible, niombe. Alafu Baba, nakushukuru kwa neno lako, thank you. Nakualika mahala hapa, unene na kila mmoja wetu kadri vile jinsi umependa. Mimi ni chombo tu unitumie sifa, utukufu na heshima zako katika jina la Yesu naomba na, na kuamini. Amen. Amen. Nimesema ya kwamba Mungu akachukua mwanadamu aliyemuumba kisha akamweka kwa lile shamba la Edeni, na Mungu akimweka mahala pale, alitaka kujua kama mwanadamu anaweza fanya maamuzi mazuri, kwa sababu vile Mungu aliumba mtu hakuumba mtu kama robot ile ambaye Mungu ndiye ana control kila kitu. Mungu aliumba mwanadamu na akamwekea kitu tunaitwa free will. ya kwamba anaweza amua vile anataka. Bwana asifiwe sana Amen, na ndio aweze kuonyesha hiyo akamwekea miti miwili katika lile shamba la Eden na akamwambia akule matunda yote katika ile miti isipokuwa ya mti mmoja ambao ni wa kujua mema na mabaya. Na kwa hivyo Mungu alitarajia huyu mtu ambaye ni Adam, ambaye alikuwa amemuumba afanye maamuzi mazuri mm. na Biblia inasema ya kwamba Adamu na mke wake walipokuwa katika lile shamba, nyoka akatokea. Na nyoka alipokuwa mahala pale, akamdanganya mke wake, akauliza Hawa, eti Mungu alisema msikule matunda yote kwa miti ya bustani? Mke akamwambia hapana, Mungu, Mungu alitukataza tusikule kwa mti mmoja na akamwambia Mungu alisema tukikula hakika tutakufa. Bwana asifiwe Amen. Nyoka akamwambia Mungu anajua mkikula hii matunda kwa hii miti amewakataza, mutakuwa kama yeye, hakika hamutakufa. Sasa ako na hakika mbili ako na hakika moja ya Mungu ya kukufa na ako na hakika ya pili ya nyoka ya kutokufa. Bwana asifiwe Amen. Na Biblia inasema yule mwanamke alipoangalia yale matunda, akaona ni mazuri, yanapendeza akafanya uamuzi yes. ya kuchukua moja ya lile tunda mm. na kukula mm na ukweli ni kwamba alifunguka macho, Bwana asifiwe Amen. Ukweli ya mambo ni kwamba hiyo matunda ilimfungua macho hmm. Lakini ilipomfungua macho hakuwa kama Mungu. Badala ya kuwa kama Mungu alianza kutoroka Mungu, Bwana asifiwe sana Amen. Sasa mimi nataka kusema hivi, maisha yale ambayo tunaishi, kila mtu ako na nafasi ya kufanya maamuzi Amen. Kila mtu ako na nafasi, Mungu hajatuzuia. Mungu hawezi kutukontrol kama na remote. Mungu ametuachia nafasi, kila mtu afanya maamuzi ya maisha yake. Kuna mambo Mungu ametuamulia na hiyo tuwezi badilisha, yes. Kwa mfano, kabila yenye ulizaliwa sio wewe uliamua, wazazi wako sio wewe uliamua, ndugu zako na dada mulizaliwa nao sio wewe uliamua lakini sijui kama unaelewa, mume wako na mke wako, ni wewe unaamua. Wewe unaamua yes. Unataka huyu yes. Sijui kama unaelewa, kuna mambo wewe unaamua kufanya yes. Na Mungu anaheshimu uamuzi wa wako, lakini kuna mambo hatuwezi kuamua kufanya, kwa sababu kuna mambo ya upande wa Mungu na kuna mambo ya upande wetu na mambo yale ambayo Mungu aliambia Adam, alikuwa ampatia ruhusa ya kuamua kama atakula kwa mti wa uzima aishi milele, ama kama atakula kwa tunda ya kujua mema na mabaya afe. na maweye akaamua kukula matunda ya kujua mema na mabaya na akawa ameamua kufa. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Sababu, hiyo ndio sababu tuko hapa. Maamuzi ya Adamu aliamua kufa, na yeye ndiye chanzo cha wanadamu. Sisi wote tunaitwa binadamu, yaani watoto wa Adamu. Adamu alituamulia kufa, na hatuwezi badilisha hiyo, tutakufa hata sisi wenye tuko hapa ni wafu watarajiwa, tunaweza toka hapa, uvute mwingine tena ame Amen. Najua zamani nikiwa mtoto mdogo, tulikuwa tunapelekwa hospitali, mama anapanga laini na sisi watu wamepanga laini, alafu daktari yako kwa kanyumba ingine hapo. Wakipeleka mtoto huko analia, na wewe mama yako ako na wewe kwa laini Ukisikia wamesema next, unajua sasa mnakaribia. Ukiona mlango inafunguka na mama anaingia na wewe huko unaanza kulia, na hata ujafika kwa daktari, sababu daktari walikuwa wanajulikana kwa sindano. Unajua, ukiingia hapo atakudunga sindano. Sasa tulikuwa tunalianga kabla ufike huko, lakini hiyo kulia haiko inasaidia, kwa sababu bado atakudunga tu. Bwana asifiwe. Amen. Adam, Adam akaamua maamuzi ya kifo. Biblia inasema katika Warumi tano kumi na mbili ya kwamba kupitia kwa mtu mmoja dhambi iliingia katika hii dunia na dhambi ikaleta kifo na kifo kimewaandama watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Amen. Dhambi ilileta kifo hivyo imetuandama sisi wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi, baba yetu wa kwanza aliamua kuasi Mungu.